Leo kwangu ni shukua, siku, siku ya shukrani. Nimekuja kwenu pia kumshukuru Mungu kwa ajili ya Daktari Samia na kuomba wana Arusha tumshukuru na kumwombea ili Mungu aendelee kumpa maono ya kuitendea mema jiji letu la Arusha, ikiwa ni mkoa namba moja kwa Tanzania, ukiwa ni jiji namba moja kwa Tanzania, lakini tukiwa watu namba moja kwa Tanzania. Nimekuja kwenu kuwaomba nafasi hii tuliyopewa ni kubwa. Na ina majukumu mengi, na inawezekana kuna wakati msinione kwenye jimbo, mjue ya kwamba nipo kupitia viongozi wengine wakiwepo madiwani tulionao katika jimbo letu la jiji la Arusha. Mkiona madiwani wote wa kata 25 wanawasikilizeni nyinyi, mjue na Makonda ni sehemu ya wamadiwani. Sauti yao ni sauti yangu, mahitaji yao ni mahitaji yangu, mahitaji yenu ni mahitaji yetu. Kwa pamoja tutaijenga Arusha yetu. Mwakani tunaandaa AFCON na nyinyi mmekuwa mashahidi. Mashindano haya Afrika ya Afrika yanatengeneza fursa kubwa, si tu fursa kwa ajili ya vijana wetu kucheza, bali fursa ya ajira. Maana yake mama mchicha anayelima mchicha anayelima mpunga anayefuga mifugo yoyote, naye atatengeneza pesa kupitia kazi kubwa ya michezo hiyo. Tuna matarajio makubwa kupitia AFCON 2027 atakayofanyika katika mkoa wetu wa Arusha. Uchumi wa Wanaarusha utapanda, nami nimekuja kwenu kuomba tujiandae kikamilifu kutengeneza pesa, kwa kuwa miaka mitano ya Makonda katika jimbo la Arusha ni miaka ya kutengeneza pesa, wala si kupoteza muda kwa siasa za majitaka. Wizara yetu ya michezo ni wizara inayohusu kila familia. Niwaambia habari njema tu, nimekuja na mbinu mpya. Makonda sitaongea, ila kazi itaongea kwa niaba yangu. Mkipita barabarani, mkaona nguzo za umeme zinatandikwa, jua Makonda ameamua kuongea kwa, kwa vitendo. Mkiona viwanja vya mpira vidogo vidogo vinajengwa, elewa Makonda ameamua kuongea kwa, kwa vitendo. Nitahakikisha ndani ya miaka mitano tunabadilisha jiji letu la Arusha na kurudisha kwenye hadhi yake ya kuwa Geneva ya Afrika. Tunapoelekea kwenye Afcon, tunataka kila sekta ya burudani ijiandae. tunakwenda kuwashindanisha wasanii wa Tanzania na kikundi bora, mwimbaji mmoja mmoja, mwimbaji katika kikundi, dansa katika kikundi, dansa mmoja mmoja, mchoraji bora, watapongezwa. Watatambulika na hao watahusika kwenye mashindano yote ya Afcon na tutawalipa pesa itakayobadilisha maisha yao.